Hussein Massanza. Mbona unashangaa shangaa -shanga sana. Kuna kitu umekiona? hmm? Eh. Gwede! <laughs> Eh. Bwana umeona Gwede katupia? Eh. Eh. Katupia? Eh. Eh. Ah. Eh, Kishai mna shanga shangaa nini nyinyi mm. Kuja mazoezini amtazame mazoezi mm. Gede kakukota mali hapa mm. Kaitoa kwa Morris Chuku, Chuku kairudisha kasogea mbele mm. Kampatia dogo nani huyu machachari kweli kweli huyu huyu uh, hapa huyu winga wetu ma, Lamin Jaju. Ah, Jaju kasogea nayo kaja kamrudishia tena Gede kazama nyavuni. mm. kesho hiyo mm. e, ma. saa kumi na robo pale uwanja wa New Amani kutakuwa na burudani kweli kweli. Mpaka mm. eh? yeah, <laughs> yeah, sasa zimeshafika tatu ana hat-trick hapa mazoezini. Na imekuwa ni kawaida yake kutupia hat-trick mazoezini. Inshallah mm. kesho tunamwombea Eh, kijana wetu huyu mdogo Joseph Gede mdogo. Eh, mdogo sana mdogo hmm. sana, azaliwa upe akiwa na cheki cheki. Kesho saa kumi, kama ni shabiki yuko hapa Zanzibar, aje uwanjani, burudani kama hizi atazikuta kwenye mechi ya uzinduzi. Hii ni mechi ya kwanza msimu huu hmm. wa mapinduzi ambao umerejea tena E, msimu wa kwanza, mechi ya kwanza tunafungua dimba Singida Black Stars mm, na wenyeji wetu wa hapa Mlandege FC, na ndugu zangu hapa Zanzibar hapa <tuhi> ha, na ndio maana nimekuja kwenye mazoezi ya mwisho hii timu ya Mlandege. Ukinipa nafasi mimi ya kuizungumza, naijua vizuri uh, na watu pengine wengi wanawezekana hawajui, nikawapa elimu mm, wape elimu. Mlandege ndio timu kongwe zaidi Afrika Mashariki na Kati, yaani katika timu za muda mrefu na timu kubwa zenye umri mkubwa na miaka mingi ni Mlandege Sports Club, ni timu kubwa kuliko hata Simba na Yanga. Sisi tunasemaga ya sijui Yanga ndo timu ya kwanza imeanzishwa mwaka 35 Simba sijui Mlandege imeanzishwa mwaka 1924 ndio kongwe. Yuma hivi tangu 1924 <laughs> <laughs> ndio mm, timu ambayo kwa hapa Zanzibar inabeba utamaduni halisi wa Zanzibar, historia halisi ya Zanzibar na uungwana wa Wazanzibari. Ndio ambao wameanza kuaminisha watu wa Zanzibar kwenye michezo, hasa mpira wa miguu. Kwa hiyo ni timu ambayo tunaitazama kama timu kubwa ambayo ina historia kubwa tangu kuanzishwa kwake, lakini kwa sasa ndio timu ya kizazi kipya. Ukija hapa Zanzibar mjini, hakuna timu inayopendwa yenye mashabiki wengi kama timu ya Mlandege Sports Club. Kwenye mashindano ya Mapinduzi, Mlandege Sports Club wana historia ya kuchukua mataji, si wageni wa mashindano. Mm. Nachotaka kusema ni kwamba tunaenda kucheza mechi kubwa. Eh, tunaenda kucheza mechi kubwa dhidi ya mpinzani mgumu na ni bingwa mtetezi. Mara mwisho Mapinduzi yanachezeka hapa mm, eh, kabla ya mwaka jana, mara mwaka jana waliitwa timu za taifa. Mm. Lakini kwa ngazi ya vilabu mara ya mwisho mwaka juzi mm, eh, Mlandege walichukua walichukua ubingwa na walimfunga nani? Nani Simba Sports Club, pale uwanja wa Nyuma. Hujazungumza kama mara ya kwanza Singida ilikuwa na, ni Big na, Stars, na zamani Singida, Big Stars, kipindi Singida Big Stars, tulifika mla, na Mlandege fainali wakatufunga. Kwa hiyo inazidi kuthibitisha ni timu ya namna gani tunaenda kucheza nayo kesho, na mimi nawaelewa waandaaji wa mapinduzi, walitazama mapinduzi inarudije e, ili watu waweze kupata mchechemko na kuweza kufurahi. Hey, wakaangalia upande wa bara ipo Singida Black Stars, bingwa, timu pekee ambayo mwaka 2025 tayari ishachukua kombe ni Singida Black Stars, SEKAFA Kagame Cup, kombe la SEKAFA Afrika Mashariki na Kati. Hmm, wakaangalia upande wa Zanzibar, timu gani ambayo inaendana na hadhi ya Afrika Mashariki na Kati? Hmm, wakaichukua Mlandege Sports Club, na ndio maana nikaanza na historia ya Mlandege kwamba ndio timu kubwa na kongwe zaidi Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo Afrika Mashariki na Kati mabingwa 2025 na timu kongwe zaidi Afrika Mashariki na Kati wanaenda kuzindua kombe la mapinduzi kesho, mechi ya kwanza 2026. Mm. Mm. Kwanza tumefurahi kualikwa na, tumethibitisha uh, na, tumekuja na sisi ndio timu ya kwanza kutoka bara na... Sisi kwanza, nyie mmechelewa kujua sisi tumeingia, kimya, kimya, kimya, <laughs> hey, wakaja TRA baadaye, na zimekuwa timu mbili. Kwa hiyo sisi tumetangulia kwa sababu sisi ndio tunaenda kufungua mashindano. Wanakujaje TRA ambao hawafungui mashindano? So mwai ratiba tu. Tumekuja sisi wa kwanza wenye ratiba ya uzinduzi, tumefika mapema TRA nao. Unajua TRA sasa hivi, mm -hmm. wanaishi mkiani mwa Singida Black Stars. Maanisha nini? Singida inapoenda na TRA nayo inataka ipite pite nyayo za Singida Black hey, Stars hata mwaliko japo hili sijalitoa kwa waandaaji wa mashindano TRA, hebu tujiulize swali. Wewe TRA hey, wamekuja Mapinduzi kwa kigezo gani? <coughs> Hawapo kafu. Hawashiriki mashindano yote ya kimataifa. Hawajamaliza top four msimu uliopita, ni timu tu imebadilika badilika juzi hapa kwa nini wapo Mapinduzi kafu? Kuna namna waandaaji wanajua zaidi, ni kwa sababu wamecheza na Singida mwezi huu wa, wa juzi juzi hapa wakapata ushindi wa goli tatu kwa moja kuifunga Singida ikawapa mileage, watu wakaanza kuifuatilia, hii timu gani imeifunga Singida? ni timu gani imewafunga mabingwa eh, wa Afrika Mashariki na Kati? wakaiangalia wakakuta ni TRA na United. Kwao, okay, hii inaweza ikaja kucheza na Singida tena huku visiwani, kwa hiyo washukuru eh, wanapokuwa nakaa muda wote wao wanaishukuru Singida Black Stars kwa kuwafanya na wao waonekane eh na ndio maana wameletwa huku Mapinduzi kwa sababu ukiangalia profile ya TRA bado ni timu changa, haina taji hata moja, hata yes, haijawahi kushiriki mashindano makubwa yoyote. Mashindano makubwa ya TRA wanaoshiriki kimataifa ni Mapinduzi cup <laughs> <Ya mani. laughs> E, kimataifa maanake si visiwani hapa na bara, kwa ndio mara ya kwanza wanavuka. Timu kutoka nje pia itashiriki eh, URA nafahamu, lakini naongela TRA kwa TRA, hii nafasi ambayo wameipata kwanza washukuru Singida Black Stars, lakini pia washukuru waandaji wa mapinduzi kwa kuwapa nafasi hii. Na tunaamini watakuja kuonesha ushindani. Sasa wasije hapa kutembelea ganda la ndizi wakaja kutufedhehesha. Massanza, baada ya kufika tu hapa mazoezini, kwa kile ambacho umekiona mpaka ukaanza kumpakulia minyama hmm. Joseph Gede, ukasema mazoezini tu ni kawaida yake kupiga hat trick hmm. Unaona sasa wanakwenda kuwa mchezo wa namna gani? Ya tukitazama mchezo wa kesho uh, kusema ukweli Uh, ni mechi ngumu, mechi ambayo inakutishana timu zote bora, Singida Black Stars tukiwa kwenye ubora wetu, hali kadhalika mla uh, Mlandege ikiwa kwenye ubora wao, lakini kwa Joseph Gede ambaye amepata nafasi nyingine second chance. Kumbuka Gede tulikuwa naye na hakuwa na mwanzo msimu mzuri, e, pale katikati tukasitisha mkataba wake. Kwa hiyo msimu huu dirisha hili dogo e, baada ya kupona majeraha tumekutana naye tena uh, kwa mara nyingine na tumeona anaweza kuja kutuongezea kitu akiwa yuko fiti kwa asilimia mia moja. Na alhamdulillah mpaka sasa uh, kwenye mazoezi tunaona anafanya vizuri, lakini ni mapema kuzungumzia uh, zaidi swala la Geri kwa sababu usajili bado dirisha lijafunguliwa, ila kwa sababu ya kanuni na sheria za michezo ya kombe la, la, la Mapinduzi, tunaruhusiwa pia kujaribu wachezaji wetu ambao tuko nao Ma kwenye mipango yetu hiyo eh, eh, anatushawishi tumsajili. <laughs> Lakini hiyo ni kazi ya uongozi, tunazo kamati zinashughulikia hayo, na wapo wataalamu wetu wa benchi la ufundi chini ya, ya mkurugenzi wetu wa benchi la ufundi, Ramadhani Sanzurimo. Ndio maana unamwona mazoezini hapa na tupa jicho lake kwa umakini eh, kwa hiyo ni fursa ambayo kila mchezaji anatamani kuitumia vizuri. Na Joseph Gede, bila shaka, mimi ninachokiona mazoezi ni akikihamishia kwenye mechi uh, basi tutakuwa na, na striker wa, wa viwango ambavyo tulikuwa tunavihitaji. Nikuhakikishie kwamba Kisha ITV ni watu ambao tunakaba sana, tungekuwa tunakaba tungeshayamwaga. hey. Ndugu yangu nimeona watu, wewe nawafahamu na wale lakini najua utaratibu wenu. Singida Black Stars hmm. Tuwashuhudie uwanjani lakini kwa macho yangu niliowaona Massanza. Hatari. Chai TV. <laughs> Nye, kwanza hongereni, ndio maana mnapata nafasi ya kuja kwenye mazoezi na program maalum za team, kwa sababu hamjawahi kutuangusha. Mm -hmm. Lakini hawa ambao wanaonekana tm mm -hmm. Eh, ndio maana nikasema mashindano haya yatawapa watu kazi, yatawapa watu usajili, yatawapa watu ajira. Wapo nyota wetu ambao tutaonekana nao kwenye mechi, kwa hiyo shabiki wote ambao anatamani kujua kesho kwenye mechi, ataona na atapata exclusive interview kupitia Kisha mm -hmm. baada ya mechi nitakupa fursa ya kuzungumza na baadhi ya wa wachezaji wetu wapya ambao watakuwa wameshaanza kuonekana mm -hmm. lakini bado usajili wao haujafanyika. mm -hmm. E, kwa tutaangalia namna ambavyo uh, namna ambavyo wanaweza kukueleza wanavyojisikia kuchezea wakiwa na uzo wa Singida Black Stars na dhamira yao mm -hmm. ni nini. Lakini hao tusiye tu achane nao. Kubwa ni mechi. mm -hmm. E, hii mechi ni mechi kweli. mm -hmm. hatuichukulii poa hata kidogo. Licha ya kwamba tunaenda kwenye mechi tukiwa tuna upungufu uh, wachezaji wetu magolikipa wawili hawapo mm -hmm. E, golikipa wetu Amos Obasoji ambaye yuko kwenye majukumu ya timu ya taifa Nigeria, na golikipa wetu Hussein Masalanga ambaye hayupo ha, hapa yupo kwenye majukumu ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. E, lakini ukiachana nao, kuna kiungo wetu Khalid Aucho yupo Uganda majukumu ya timu ya taifa. Ukitazama pale kuna Gego naye yupo kwenye majukumu ya timu za taifa. Kibabage majukumu ya timu za taifa. Kwa hiyo unaweza ukaona wachezaji wetu uh, kina, kina Clatous sema Chama sasa, uh, taarifa zake yeye hakuitwa kwenye majukumu ya timu ya taifa, lakini yupo kwenye changamoto, anamuuguza baba yake, na tunamwombea apone haraka aweze kurejea lakini licha ya hivyo yote, hata kocha wetu pia hayupo. kocha <laughs> wetu Miguel Gamondi, <laughs> e, kocha wetu Miguel Gamondi naye yupo kwenye majukumu ya timu ya taifa. Kocha msaidizi yupo kwenye majukumu ya timu ya taifa. Video analyst, yupo kwenye majukumu ya timu ya taifa. Unaweza ukaona na namna gani ambavyo, uh, kuna baadhi ya watu wetu muhimu hawapo, lakini haijatuyumbisha benchi letu la ufundi. Eh, yupo mtaalam David Ouma eh, ambaye ameshika kijiti anakiongoza vizuri kweli kweli jahazi kwenda kwenye michuano ya Mapinduzi. Na Ouma si mgeni na Singida Black Stars, ni kocha ambaye amefanya kazi hapo kwa mafanikio makubwa, amepeleka timu yetu top 4, tumeenda michuano ya CAF akiwa yeye ndo amepambana na timu mpaka imepata top 4. Kwa hiyo tuna mashaka naye, anafahamu vizuri kikosi chetu. Lakini pale kwenye benchi yupo Muhibu Khan eh, fundi ah, fundi wa boli, kocha kweli kweli, vieti vyake vikubwa, naye pia ame, amechomekwa hapo kwa kisha kwamba mambo yanaenda sawasawa. Tunaye Ramadhani msanzurimo, hali kadhalika naye pia ni mtaalamu ambaye anahakikisha mambo yote kiufundi yanaenda sawa sawia kwao, licha ya ugumu wa mechi, licha ya baadhi ya watu kutokuwepo. Singida Black Stars ni timu ambayo ilijiandaa mapema na mashindano mengi kwa pamoja. Kwa tulijua itakuja AFCON, tulijua uh, tutakuwa na majukumu mengi. Kwa tukajiimarisha kuanzia benchi mpaka squad ndio maana hatutetereki, tunaenda kwenye mashindano. Huku kocha anacheza na vijana, huku na sisi tupo tuna utwanga na mambo yanaenda sawa sawa. Mm. Nimemsikiliza pia kocha David Auma. Anakuambia kwa uf, aina ya ufundishaji wake kwa maana ya falsafa na Miguel Gamondi mm, hawachani sana mm, na ndio maana hata Singida Black Stars hawana wasiwasi kabisa. Miguel Gamondi hayupo, yupo yeye mtaalamu David Auma, kila kitu kitakwenda vizuri na anakuambia wapo mawasiliano ya ukaribu zaidi kuhakikisha kwamba Singida Black Stars inafanya vizuri mm. lakini Miguel Gamondi kule na timu ya Taifa, uh, Taifa Stars mambo yanakwenda vizuri. Kwanza Taifa Stars mmeionaje? Ya moto. Huyo ah, <laughs> ndo Miguel Gamondi. Taifa Stars imebadilika kama Zuena wa Diamond Platnumz. Lakini yenyewe imebadilika kwenye mazuri mm. E, sio kwenye mabaya. Stars ya sasa haipaki basi. Stars ya sasa inashambulia na inavimbiana na yoyote. Nigeria juzi hapa kidogo ateme bungo, yule yule Victor Osimhen yule <mimple> e, alikutana, na, na, alikutana na tagi la maana pale la Ibra Baka, akawa furukuti, lakini kule mbele tulipeleka mashambulizi ya kufa na kupona. Hiyo ndo, ndo, ndo falsafa ya kocha wetu Miguel Gamondi, ndio falsafa ya Singida Black Stars na ndo utamu ambao Uh, Taifa Stars unaupata kutokea kwa kocha Miguel Gamondi ambaye alianza kutoa utamu huo akasema kwamba sio kweli zipuuzwe hizi taarifa. Huu ni utamu halisi wa namna ambavyo mm, uh, timu yetu inacheza ina mm, in ina yaani uzuiwaji wake anazuia kwa kushambulia. E, anaamini kwenye kuattack zaidi na ndio maana kuna mabadiliko makubwa tunapongeza. Sasa alichokisema David Ouma mtaalam kabisa. Yeye anafanya kazi na Gamondi hivi. Ndio. Na uzuri wote wanafanana kifalsafa. Kwa alichokuwa nakifanya Gamondi hata anavyoondoka hivi anavyoacha program na mtaalam David Ouma anapongezea vitu vitu vyake. Maana yake timu inakuwa bado imekaa kwenye fomu ile ile na falsafa ile ile. Kwa hiyo, yote ambaye anapata ladha ya Taifa Stars aje atazame na Singida Black Stars atakutana na ladha ile ile kwa sababu wataalamu wote hawa wanaitumikia Singida Black Stars na ndio raha ambao tunaipata. Kwa hatuna shaka tunamwombea kila laheri huko kwenye majukumu ya Afcon kocha wetu Miguel Gamondi, lakini alikadhalika na kocha David Ouma naye hatuna shaka kwenye mashindano ya Kombe la Mapinduzi atafanya mambo yake kama ambavyo amekuwa akifanya siku zote hivi. Kuhusiana hmm na kundi lenu Mapinduzi Cup, maana kila mmoja anazungumza lake mitandaoni kama vile ambavyo amesema kwamba hahusiani na utamu anazungumzia no mitandaoni. Wewe vipi kundi lenu? mashindano ya mapinduzi kwa ujumla wake si mashindano mepesi e, ni mashindano ambayo huwa yana msisimko mkubwa. Ndio mashindano makubwa kwa hapa hapa Zanzibar ambayo yanahusisha vilabu kutoka nje ya Zanzibar. Kwa hiyo tukitazama kundi letu, tuko sisi e, wapo Mlandege, alafu wapo Azam <laughs> e, we upati picha hapo hapa e, Singida hapa Mlandege hapa, kuna Azam, tuko watatu, si ndio? Eh, hey, tuko watatu tukimalizana na Mlandege hapa tunacheza na Azam FC. Mm. Mechi kweli kweli hiyo tarehe 31. Kwa hiyo ni, ni kundi ambalo linahusisha timu bora na ndo, timu, ndo kundi ambalo litatoa bingwa. Kundi lenu. wa, mimi naamini 100%. Kundi letu ndio kundi ambalo litatoa bingwa wa mashindano ya Kombe la Mapinduzi 2026. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni Champions Materials, kiangalia Singida Black Stars ni champion matiri, tumetoka kuchukua ubingwa juzi tu hapa. Azam FC wana sifa, sifa za uchampion japo bado lakini, lakini Mlandege wana sifa za champions kwa sababu wametoka pia kuchukua Kombe la mwisho la Mapinduzi, wanalo wao pale nyumbani kwao. Kwaiyo ni kundi gumu ambao limehusisha timu ngumu, lakini ndio kundi bora lenye timu zenye msisimko katika mashindano ya Kombe la Mapinduzi msimu huu hmm. Sasa unawaambia nini mashabiki wa Singida Black Stars, lakini wapenda soka kiujumla? Lakini kwa mashabiki ambao watafuatilia mapinduzi na wale ambao wako hapa Zanzibar, kwanza ambao wako mbali, tunawaita wale wa hapa, tunauhakika nao mashabiki ambao wako mbali wakaribie sana. Kuanzia kesho tunaanza rasmi michezo yetu ya Kombe la Mapinduzi, mchezo wa kwanza ufunguzi, Singida Black Stars dhidi ya Mlandege. E, mechi mechi kweli kweli hiyo, tunawakaribisha sana uwanjani. Uzuri ni mwisho wa mwaka, e, kama huna sehemu ya kwenda kula bata, njoo Zanzibar na kama umekuja Zanzibar kwa shughuli nyingine kuna shughuli ya mpira inaendelea hapa e, tukutane katika uwanja wa Amani twende tukapambane tukatafute ma, maalama yetu mapema. Alafu fainali tunaenda kuimalizia Gombani inshaallah. Eh, kwa mujibu wa mipango ratiba, hapa tarehe kumi na tatu mm. fainali inachezwa katika uwanja wa Gombani mm-hmm. Ule uwanja tuna uchungu nao, tulitoka pale mechi ya kwanza ya kombe la Muungano ikitokea yeah, yeah. <laughs> tukarudi yeah. na mapinduzi kapu tunaenda kuweka heshima pale Gombani, lakini kwa sasa focus ni mchezo wa kwanza wa kesho. Ni wakaribisha sana mashabiki wa soka hapa Zanzibar na mashabiki wa Singida Black Stars, tukutane tuende tukasupoti timu yetu. Wengine wameshaniambia wapo Dar es Salaam, wanakuja na kesho na boti ya asubuhi, wengine boti ya mchana, wengi tu e, mashabiki kuna kikundi kikubwa sana pale Dar es Salaam kinakuja, lakini wale wenzetu wa nyumbani Singida wanataka kuja kuisupport timu yao. Tunawakaribisha sana, najua wako safarini hivi navyozungumza, kwa kesho hapa mapema watakuwa wamesha wasili. Tunaingia jioni hapa saa kumi kwenda kutafuta alama tatu dhidi ya Mlandege. Hussein Masanza amezungumza vizuri kabisa eh, kuelekea mchezo wao wa ufunguzi wa Kombe la Mapinduzi 2026 katika dimba la New Amani Complex eh, siku ya kesho tarehe 28 ya mwezi huu wa 12, 2025, majira ya saa kumi na robo za jioni. Kama ambavyo umemsikia hapo, amezungumza vitu vingi na kawaida yao Singida Black Stars huwa wao uh, utambulisho wa wachezaji ni uwanjani, kwa maana kwamba mchezaji anapopata nafasi ya kucheza anajitambulisha mwenyewe pale uwanjani, na kitu ambacho sisi Kishai TV tumepata bahati ya kuweza kuwashuhudia nyota hao. Lakini kama vile ambavyo nilikujuza mwanzoni kabisa, sisi tunakaba zote eh, za kabla na baada ya mtarange, sisi Kishai TV tutakupa taarifa hizo. Mimi ni Jenny Kishai, ile nyuma ya kamera ni mtu wa boli, na hii ni Kishai TV. Tufuatilie kwenye mitandao ya kijamii kote kwa jina moja la Kishai TV.